Sasa niliona kwenye kwenye mabai zake Mheshimiwa Waziri Mkuu, kuja wako huu tunaomba. Mheshimiwa Mkuu, upo tupokee na kutuponya kwenye kilio hiki cha mheshimiwa mheikwako wewe, Mheshimiwa Waziri Mkuu, tajiri aliyotuonea. iko wapi hiyo? iko kata ya Tamota, wilaya ya Bumbuli, kijiji cha Ngwelo. Mheshimiwa pembeni elezewa vizuri kitu gani kimetokea, ili uweze kuchukua hatua. Sawa mheshimiwa, sogea hapo mwelezee vizuri. Mkuu wa wilaya ielezee vizuri, ielezee vizuri tujue ni kitu gani kitu gani kimetokea, ili huyu mama apate haki yake. Ehe, yule mwingine alikuwa yupi? E, mama yetu zile zingine mlizoandika wekeni na namba za simu. Salamu aleikum. Aleikum salam. Mamangu, amjambo jamani? Jamani mnakotoka salama kabisa. Sasa Sim. <laughs> simsalimie jamani, huyo kaka lazima nimsalimie. Umefanya umefanya vizuri mama. Etu huku Soni na Mwindo na Kidenya Migongo, shida yetu ni maji. Maji. Maji umemeti nao. Maji ndo amma. Maji tu. Asante mama, tumekuja na waziri wa maji. Aya, asante sana, umelifikisha jambo lako. Ehe, mwingine. Eh, Mheshimiwa Waziri, kero yetu sisi ni ndogo lakini ni kubwa kwa wananchi wa wahusika eh, eh. Sisi tunaishi kijiji cha Soni kitongoji cha Ntuli, ni kijiji kidogo lakini kina wakazi 241. Tulinunua maeneo hayo kwenye ofisi ya serikali ya kijiji tukauziwa tukapewa hati tukawa tunamiliki wenyewe kama kawaida, lakini baada ya hapo lilitokea tatizo kidogo kwetu. Halmashauri ya wilaya ya Bumbuli, uongozi ulitumwa kwetu, tukaitwa mara ya kwanza mara ya pili na mara ya tatu. Lakini wakaja wakapima ardhi ili tumilikishwe ardhi, lakini katika kupima huko tukagundua kwamba tunauziwa yale maeneo mara mbili kwa hiyo wameahidi kwamba wanakuja kupima na wakaja wakapima, kila mtu akapewa wa siku ya mita zake. Sasa tunashindwa kulipa, kwa sababu kwa nini tunalipa mara mbili na tumekaa kwa muda mrefu. Kuna mzee mmoja ambaye yeye alikuwa anafanya kazi ofisi ya Usadeko, pensheni yake hakupewa, pesa alipewa eneo, lakini cha ajabu lile eneo pia limechukuliwa na halmashauri na anatakiwa alipe. Huo sio uungwana. Pili, kutokana na hali hiyo, eneo lile kwa kifupi, walio wengi wanasikitisha ni wajane kwenye lile eneo. Mtu anaambiwa alipe milioni mbili, milioni tatu kutokana na square meter za eneo lake, lakini bado tulikaa na, na mheshimiwa mkurugenzi tukamwomba, hatujakataa kulipa hapa palipofikia, ili tuendelee kukaa kwenye makazi yetu, basi tunaomba badala ya shilingi elfu moja mia tano kwa square meter tufanyiwe hata angalau shilingi 500, akatuambia ninawapa miezi sita nitawarudishia majibu. Bado hajaturudishia majibu, anahitaji bado tuendelee kupeleka malipo. Kuna baadhi wamepeleka malipo. Wengine wameshindwa. Mimi nilikuwa sina pressure. Sasa hivi nina pressure, nina sukari, ukizingatia ni mjane, nina watoto, nina wajukuu, sina cha kufanya. Pesa ile nitaitoa wapi? Bado wale wapimaji walikuja wakapima. Mtu anachukua mita kadhaa nyingi unakuta analipa hela ndogo, mwingine ana square meter ndogo analipa fedha kubwa. Yaani mpaka sasa hivi hatuelewi, na tumesikia tarehe 18 na nadhani ni kesho wanakuja kurudia kupima. Mbona hawajaturudishia ile majibu ya kwe, maswali ya kwanza tuliyowapelekea kwamba waturudishie? Bado tukamwambia na diwani wetu kwamba diwani, peleka moja mbili tatu, katutetee. Bado hajatutetea tumeshampa udiwani, yuko kwenye udiwani, sisi tuna hea hea ni wanawake, tupo kwenye ile eneo la tulii. Mheshimiwa Kuda, tusaidiaje kwa hilo. Mkurugenzi yuko wapi? Yupo mkurugenzi? Unalijua hili jambo? Tuambie kwa nini mnawalipisha watu mliowapimia kwenye maeneo yao. Eh, mama, usilie, umeshamaliza vizuri hoja yako, tumesha leo, na waziri wa ardhi yupo, ukimaliza. Okay, mkurugenzi anaingia. Waziri wa ardhi yuko hapa, mwenye wizara yuko hapa. Mkurugenzi hebu tuambie ili likoje Mheshimiwa Waziri Mkuu ninakushukuru kwa nafasi. Mimi kwa jina naitwa Baraka Zikatimu, mkurugenzi wa Halmashauri. Mheshimiwa Waziri Mkuu, hii kero ilifika ofisini katika utaratibu wa kawaida. Wananchi wa kijiji cha Soni kitongoji cha Ntuli walifika, walipofika wakawasilisha kero yao kwamba wao wameuziwa maeneo na serikali yao ya kijiji miaka kumi na tano iliyopita huko nyuma, tukaomba vielelezo wakatupatia kulingana na mazingira waliokuwa wanayo. Vile vielelezo Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni yale mauziano ya kawaida. Hilo eneo linalosemwa lina hati, limepimwa na hiyo hati inamilikiwa na halmashauri ya Bumbuli. Mheshimiwa Waziri Mkuu, baada ya kupokea kero hiyo, nikawaomba wananchi wa pale kwamba kwa, kwa mujibu wa taratibu mwenye mali ni, ni, ni halmashauri kwa maana ya baraza la madiwani, lazima michakato ifuatwe ili mpate ridhaa ya kumiliki eneo hilo, tukafanya mchakato wote kupita kwenye vikao vya kamati mpaka baraza la madiwani. Mungu jalia waheshimiwa madiwani wakabariki kwamba hao wananchi warasimishwe hayo maeneo. Sasa namna ya kuwarasimisha, ile eneo bado halijapimwa kwa sababu lina hati ya halmashauri. Namna ya kuwarasimishia kualasi, ni kufanya utaratibu wa kufuta hatimama ili wao waweze kupewa kila mmoja kipande chake. Ile hati mama, mheshimiwa waziri mkuu, ina gharama ya kufutwa, lakini pia ile hati mama ilikuwa ina deni la kodi ya ardhi, lakini pia kwenye kupimiwa kuna kodi za ardhi kwa mujibu wa sheria. Mimi nikaomba kikao nao, tukakutana. Wakati huo baraza la madiwani, kabla ya uchaguzi, lilikuwa bado halijavunjwa nikaenda nikawapelekea maazimio ya baraza la madiwani. Azimio lilikuwa kwamba wale wananchi wote wameruhusiwa kumilikishwa hayo maeneo, ili mradi wakubali kuchangia gharama za upimaji na gharama zilizokubaliwa na baraza, ni shilingi elfu moja na mia tano kwa skwaya mita. Sasa nilipowarudishia huo mrejesho, wakataka niwapunguzie mimi, mweshimiwa Waziri Mkuu, kwa mamlaka nilionayo siwezi kupunguza hiyo gharama. Nikawaomba mnipe muda, baraza jipya alirudi, kwa sababu tumeshaingia kwenye shughuli za uchaguzi, nikaombe hiyo idhini na hiyo cost analysis, kama itakubalika nitawarejeshea mrejesho. Kwa bahati haya lima... sasa hawa ni wamama, wameomba mia tano na waziri mkuu kaja, itakuwa mia tano, wambia wa baraza wafanya hiyo mia tano tukamaliza ninyi wa... watu wanaingia mwaka wa kwanza, wa pili, wa tatu, miaka kumi na tano. Na halmashauri mpo hapa hapa. Haya, mwenyekiti wa halmashauri, mka mkaidhinishe hiyo. Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Mwenyekiti yuko wapi? Mwenyekiti wa halmashauri yuko wapi? Mwenyekiti ndo mwenyekiti, mwenyekiti yuko wapi? E, mwenyekiti mkakae na mkurugenzi mpitishe hiyo ili, ili, ili, ili mrasimishe hizo hati. Haya, mzee wetu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi na kero moja, miaka kama ishirini iliyopita kwenye kijiji chetu cha Shashui tulikuwa na shida ya maji, tukaitana wakazi wa eneo lile, tukakubaliana tuchangishane ili tutengeneze mabomba tupate huduma ya maji. Tulikubaliana tukachangishana na hatimaye tukatafuta fundi, akatutegea akatujengea mradi, tukawa tunatumia maji. Wakati huo tukaona, tuka, tuka tuchaguane tuwe na uongozi ambao uta simamia mradi ule, tukachaguana tukaweka viongozi, tukawa tukakubaliana kwa tu, tuweke kiwango fulani cha kuchangia mradi huu kila mwezi, angalau ukitokea hitilafu yoyote kwenye mradi tupate kuhudumia mradi wetu. Tumeendelea yeah, hivyo tunachaguana tuna kwa vipindi pindi, lakini ilikuja muda tukachagua mwenzetu mmoja kama miaka kumi na tano iliyopita tukamchagua, tukamkabidhi mradi ule asimamie, tunakusanya pesa anazitunza, lakini baadaye akafanya mbinu na watu ambao anawajua yeye, akawakabidhi aka, aka ule mradi, sijui aliwauzia, sijui aliwakabidhi. Baadaye tunaona tunaambiwa, huu mradi bwana sio wenu tena, kwa hiyo mnatakiwa mulipe huu mradi sio wetu, ni wanani? Wakaja tukaona wakaanza kutuma message na kuweka namba za za malipo. Sasa tukauliza sisi hatuwezi kulipa, tukaambia sisi hatuwezi kulipa. Ikawa sasa wanatumia sasa, katika ule mradi, wakati huo tunaujenga ule mradi, tulikuwa tunategemea vitongoji vitatu, lakini kila muda ulivyoenda, watumia maji wakawa wanaongezeka, yale maji yakawa ni machache tukaitana tena tukachangishana kila kila nyumba laki moja ili tuongeze tununue mabomba makubwa tuongeze ule mradi. Tukakubaliana, tuka tukaongeza tukanunua mabomba makubwa tukaongeza mradi, maji yakawa yanatumika kuanzia kwenye kijiji cha Shashuri mpaka hata huku Soni kwenye kijiji cha Soni, yale maji yanatumika hata sasa hivi. Sasa basi, wale watu katika kudai yale malipo, wale walioteka huu mradi, mimi nasema wameupora ule mradi Wakawa sasa wanatuma meseji tuwalipe, si tukawambia hatuwezi kuwalipa nini, hatuwatambui nyinyi, wakina nani kwanza? Mnadai maji, mnadai maji, mlipwe maji nini, mmetokea wapi? Wakati huu mradi una wenyewe, mbona si wenyewe, hatuwatambui. basi ikawa wanalazimisha sasa. Katika wale wenzetu walioingia nyuma, wakati tulishajenga mradi tayari, wakitishwa kuwa tutawafungia maji, huwa wanawalipa wale watu. kwa hiyo mpaka sasa hivi wale watu hatujui kuwa hizo pesa wanazozikusanya zinafanya shughuli gani na maji yale sasa hivi, kwa sababu wamevuruga ule uongozi wetu. Yale maji sasa hivi yanakuja machafu, mpaka wamwagiliaji, yale maji yanaingia kwenye vile vyanzo vya maji ambavyo tumetega mabomba tupate yale maji safi. Kwa hiyo yale maji sasa hivi unaweza ukakuta yanatoka na udongo. Kwa hiyo, halafu yule mwenzetu yule ambaye tulimkabidhi ule mradi, aliyowakabidhi kabiziana na hao watu, sasa ile hela yetu yote aliyokusanya kwa kipindi hicho ame, ame, ondoka nayo, yani kiasi cha ya milioni kama mia moja na na kitu. Yuko wapi huyo? Huyo mtu yupo yup, hapa na ofisi zake hapa, lakini sasa hivi nasikia yuko Dar es Salaam. Ni nani anaitwa Abu Ngereza. Alafu na hao watu, hao watu waliopola mradi wanajiita wana, wana soaso. Hata sasa hivi ukiuta hapo, inaweza ukapata mmoja hapa, mtu anaitwa anajiita soaso. Sasa wamepola mradi, hawajui mradi umejengwa na nani, wao wametupola. Waziri wa maji alivyokuja hapa, waliulizwa maswali hapa wakasema si akuna tulichofanya kwenye huu mradi wakamdia, sasa mnawadai hawa watu hela za nini? Lakini cha ajabu walipuuza ile amri ya waziri wa maji, wakawa bado wanakusanya hela za wananchi. Haya, Mheshimiwa Waziri wa kusana maji yupo? Mheshimiwa Waziri, jibu ile hoja ya kwanza ya maji, alafu uongelee pia na hawa watu wako wameanzisha taasisi na wanakusanya hela. Ndugu zangu wana Bumbuli, tupunge mkono, punga mkono, punga mkono. Dr Samia Suluhu Hasani oye! Mheshimiwa Mwigulu Nchemba, safi. Mheshimiwa waziri mkuu, mi nilifanya ziara katika eneo hili la Bumbuli na nilifika katika eneo hili la Soni. Wana changamoto ya maji na ukiangalia Bumbuli si maskini wa vyanzo vya maji, tuna mto Mkuzu. Nimeelekeza timu ya wizara ije, na imekuja. Tumefanya usanifu wa mradi mkubwa ambao zaidi ya vijiji tisa vitanufaika kwa ajili ya mradi huu wa maji, mradi huu ambao utasaidia soni mpaka mbuzi. Kwa hiyo, niwaombe na niwasihi sana ndugu zangu wana soni, kwa sababu tulishafika na usanifu umeshapatikana. Tunakwenda kwenye bajeti ya wizara yetu ya maji mwaka huu, mradi ule tutakwenda kutekeleza wa zaidi ya bilioni kumi na sita, na tutatatua tatizo la maji soni oye jambo la pili mheshimiwa waziri mkuu ipo miradi ambayo inaendelea katika jimbo hili la Bumbuli kuna mradi ambao unaitwa Msamaka mradi wa bilioni moja nukta mbili mpaka Usambara lakini kuna mradi Kisiwani wa milioni mia nne na thamanini kuna mradi Milingano wa zaidi ya milioni mia tatu na mpaka kwa Ngwenda kwa lakini pia tuna mradi ambao kiruai kirundai mpaka kwa Funta ambao mradi wa zaidi ya bilioni mbili mradi huu umekwishakamilika lakini nilifika hapa nimekutana na hiyo changamoto na nilishatoa hayo maelekezo. Ni wasihi watendaji, tunapotoa maelekezo lazima achukuliwe hatua katika kuhakikisha tunatatua changamoto za watu. Kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, hili naomba nilipokee kama waziri wa maji na nitalisimamia mwenyewe kuhakikisha hii changamoto tunaitatua. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Haya, asante. Kuna, kuna mwenye hoja ya tofauti ambayo asipoisema, mzee wetu, mzee wetu, ongea kifupi, mwingine alikuwa Asante. Yupi? Asante sana. Mheshimiwa. Eh, na mama sogea hapo, na kijana sogea hapo, na wewe mzee sogea hapo. Wengine ambao mmeshaziandika inatosha, mtapigiwa simu tutapigiwa tutamfikia tuta kila mmoja. Eh, twende kifupi, ili na wenzako waongee. Kwanza kabisa namshukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi hii, lakini nashukuru pia kukuona leo live. Aa, nasema nashukuru sana kwa sababu nakuona live mheshimiwa. Nataka nikuletee ni, ni na kero ambayo imekuwa ni dhuluma ambayo imekuwa ni ukandamizaji ambayo imekuwa ni unyanyasaji ambayo imekuwa ni ukatili katika maisha ya mama Mama yetu na familia yetu ambayo, ambayo ni familia ya mzee Shemba ambayo ni mwalimu kwa sasa hivi. Mheshimiwa, nitaeleza hili baada ninaweza tu kwa kifupi, samahani, lakini nataka nitoe kwanza historia ya hiyo dhuluma ambayo imekuja kutendeka. Katika eneo ambapo tunaishi, ambapo shamba la kungui, tulikungui maweni huko, baba yetu alianza kulima hapo kuanzia mwaka mita arobaini na nane akiwa anapakana na wazungu kwa pande zote nne kwa pande tatu na upande wa wa, wa mashariki apakana na, na miamba ya kungui. Baba yetu na mama wetu yetu wamekuwapo kwa muda mrefu, tukawakuta wakilima na sisi tukajiunga kulima hapo, tukifuga na kufanya shughuli zetu shughulizetu zote. Ni, ni miaka takriban sabini na nane sasa hivi. Umeniambia nizungumze kwa kifupi. Kitu cha ajabu sana, aa, mwezi wa kumi na mbili juzi hivi, hivi karibuni alikuja, alituandikia barua mkurugenzi wa halmashauri ya Bumbuli akisema kwamba bomoa tuka tunajenga, bomoa, usipobomoa tutakuja kubomoa kwa gharama zako. Hiyo ndio statement ambayo ilituletea mkurugenzi. Baada ya hapo, tulienda ofisini kwake na kuzungumza naye, ikashindikana. Tukaenda kwa mkuu wa wilaya ambaye tulizungumza naye lakini, nitakwambia alichosema pia pale kwa mkuu wa wilaya baadaye. Baada ya hapo, alituma siku kumi na nne na tukawa tumeonyesha nia ya kupeleka kesi mahakamani na tarehe thelathini akapigiwa simu kutoka kwamba kutakuwa na kesi. Ndipo tarehe thelathini na moja usiku, Mheshimiwa usiku wakaja na magreda kwa kweli. Ili ni jambo ambalo hujapata kuliona tangu uzaliwe, kubomoa nyumba ya yule maskini na misingi. Wakabomoa kwa greda usiku. Sasa cha ajabu jabu ni usiku. Hivi kweli, uh, mtumishi wa umma ambaye amejiriwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hii tunaifahamu kwa haki anaweza kuja kubomoa nyumba zile usiku. Ili likoje, mkurugenzi? Sasa baada ya hapo mheshimiwa, niseme tu kwamba kwa kweli ilikuwa ni tatizo kubwa sana ambalo hajawai kutokea duniani hapa. Walibomoa usiku kikatili, na hata yule mama mjane mjani atujue tufanyeje. Nimekusikia hili jambo. Likoje mkurugenzi, unalitambua nalili? Mkuu, n... ninalitambua, Mheshimiwa eh, shida ni nini? Mheshimiwa waziri mkuu, hilo eneo lina hati ya halmashauri na ina hati ya mwaka 1964 halmashauri na hoteli pale inaitwa Maweni Farm. Mtoa hoja alivamia pale, tukampa notisi hakuelewa, tukamtulia mara ya pili hakuelewa, tukaenda tukatoa ule msingi ukiwa katika hatua za awali, lakini ametufungulia kesi mahakamani na mahakama imetoa maelekezo kwamba tu maintain status. Hiyo ndio hali halisi Mheshimiwa, sisi tuna hati pale ya mwaka 1964 na hii anayosema mama yao anaishi hapo ya tangu miaka 78 iliyopita ni pembeni na eneo la halmashauri ambalo halihusiani na yoha. Hilo halina, hilo e, halina mzozo. Ametoka sasa kule anataka kuingia kwenye eneo la halmashauri eh. Sasa sikilizeni kwanza kwanza, mkurugenzi, hizi hoja ambazo zinajirudia rudia za za maeneo ya halimashauri mpaka watu wanavamia, hebu kuweni makini nayo kwa sababu halmashauri iko hapa hapa, wananchi wanavamiaje? na ninyi mpo. Lakini hili la pili, mheshimiwa mkuu wa wilaya, tukuachie, kwa sababu kuna hoja mbili zimejitokeza: moja iliyoko pembeni na moja inasemekana iliyoko ndani. Hebu yeah. Nendeni mkajiridhishe, mkae na we, halmashauri ziko kwako, kaa na mzee wetu pia akuelezee hiyo, na pia ufike kwenye eneo hilo ambalo anasema, ili uone usawa anaouongelea, wapi, kipi ni kipi. Je, ni msingi? Je, ni ile mama yuko pembeni, ili kuweza, ili haki yao iweze kutendeka. Tumepokea Mheshimiwa Waziri Mkuu. Mheshimiwa Waziri wa Ardhi, kama una jambo la kusema kwenye hili karibu, na lile lingine lililotangulia. Mheshimiwa Waziri Mkuu, mnafikiri majimbo yametolewa vizuri, kwa sababu kama eneo ni la halmashauri Uh, wanatakiwa walilinde na si kila siku tunasema taasisi za serikali zilinde maeneo. Kwa kwa hiyo kama ulivyoelekeza, liangaliwe kama ni kweli la halmashauri, basi huyu mzee aambie kwamba ajenge nje eneo hilo, ni maeneo yao. hata ile lingine ni hivyo hivyo hivyo. nafikiri maeneo ambayo ni ya serikali tunatakiwa tuyalinde, lakini sio serikali tu, hata wananchi, maeneo yenu pia muyalinde na muje, wizara ya ardhi iko tayari kuwapa hati na usijenge mahali bila kuomba kibali cha ujenzi, kwa sababu unaweza ukajenga mahali ambapo pana mtu au pana kama hivyo. Unavyoona ni eneo la halmashauri, ukifika kwetu tutakwambia eneo hili liko sawa, endelea na ujenzi. Sisi moye! Bumbuli oye! Asante sana, mheshimiwa. Ah, naitwa Daktari Leonard Akwilapo, waziri wa ardhi na maendeleo ya makazi. Eh, mzee wetu na baada ya hapo mama yetu huyo hapo mimi waziri mkuu, jina naitwa Amiri Tupa Chanyegea, nimezaliwa kijiji cha Kwekitui Bumbuli, halmashauri ya Bumbuli. Mimi nimeonewa kuanzia alfu mbili na ishi, alfu mbili na, na, na, na ishirini na tano Ndugu zangu wamenifukuza wame, wame mimi ni mtoto wa mwisho kwa baba yangu, mtoto wa kaka yangu wakanifukuza, wakaungana na ndugu, ndugu zangu wakanifukuza pale, wakabomoa nyumba yangu, na wakaniambia huyu fundi wako, na wakamwambia fundi wangu huyu tajiri yako, na wewe mkiendelea kujenga hii nyumba tunawachinja kama mbuzi. Basi wamehamisha, nikaondoka mimi nimekwenda kupanga sehemu nyingine, sehemu inaitwa Handei Kijewa, nimekaa huko kama miaka kumi kupanga. Sasa tarehe ya juzi mwaka jana, mwezi wa kumi na mbili, yule bwana amefariki. Yule ambaye ni kila saa aliyesimamia yuko hapo, ndiye aliyebomoa hiyo nyumba, na safari moja alimwambia, alimwambia, Aliniambia, wewe, tutakutoa chongo kama utazidi kumfatafata huyu bwana. Huyu bwana anaitwa Waziri Salim Udafa. Nimekupata mzee wangu. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, peana mawasiliano na mzee wetu, katika ziara zako ufike mpaka hilo eneo, wasikilize wote ili uweze kufanya uamuzi ambao utakuwa wa haki kwa mzee. Limeshafika, kaa pembeni, mwelezee vizuri, atakuja mpaka kwako wamemwambia wame mtoto wangu hataki pesi, alafu wamekwenda kumwambia chakula. Ah ah, hiyo hiyo ielezee na hiyo hiyo, tutachukua hatua mbele ya serikali. Hamna ubabe, tutachukua hatua kwa na... Jina anaitwa Sauda Sufiani Sheoza. Mimi kelo yangu ni kuhusu stendi yetu ya Soni, hatuna stendi nzuri, uongozi pia naona ni mbovu. Sisi hapa kipindi cha mvua tunatamani, wana stendi wote, si mpiga debe, si mkata tiketi, si mama muuza matunda, tuchukue mbegu ya magimbi tupande hapa stendi, kwa sababu tunakelekwa na stendi ya Soni. Hoja inakuja tunatakiwa so tungetengenezwe stendi yetu iwe makini na ubora ndio tunataka ubora maalum, kwa sababu sasa hivi stendi ukinyesha mvua lazima unue makambuti, si boda boda, si muza matunda si mkata tiketi, si mpiga debe, lazima tunue makambuti. Jamani, stendi ni mbovu. Asante Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI, ili la kwako, karibu useme, hii stendi umeweka kwenye mpango gani? cheni chi soni oye soni oye. Mheshimiwa waziri mkuu, tumelisikia hili hapa sasa hivi, lakini kwa sababu tunaingia kwenye mpango na bajeti ya mwaka ishirini na sita ishirini na saba, ninalipokea na tunaenda kulihusisha kwenye bajeti ya mwaka unaofuata. Hatutakuwa na standing kubwa sana lakini tunaweza kuweka kidogo kuondoa hii hali ya matope anayoizungumza dada yetu iliyoko hapa. Na kushukuru sana mheshimiwa waziri mkuu, anaitwa Profesa Riziki Shemdoe, mbunge wa, wa Lushoto, waziri ofisi ya waziri mkuu anayesimamia TAMISEMI, ni wape habari njema, Daktari Samia Suluhu Hassan ameliona jambo hili la eneo la masoko na eneo la stendi kuwa na tope kuwa na zizi la ng'ombe wananchi wa, wa, wa, wa, wa, wa, wanapofanya biashara wanapata shida. Mheshimiwa Rais ameelekeza katika bajeti hii inayofuata tunaongeza asilimia tano kwenye zile zilizokuwa asilimia nne nne mbili, zitaongezwa asilimia tano zenyewe zitashughulika na miundombinu tu, ili kuweza kuondoa haya maeneo ya kufanyia biashara ambayo yanakuwa na tope yanakuwa na na uchafu yanakuwa na mvua mvua ikija. Jua kwayo hilo, mkurugenzi pamoja na na wizara nadhani mlifanyia kazi, kwa sababu fursa hiyo inakuja ili tuweze kutengeneza hii stendi. Haya, tumsikilize mwingine anayefuatia. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Alaykum salam. Mimi kwa jina naitwa Shabani Athmani Mswahili natokea katika tarafa ya Mgwashi kata ya Mgwashi. Maswali yangu ni mawili tu mafupi, Mheshimiwa Waziri Mkuu na rais wetu Samia, nazungumzia aibu. Ninyi mnasifiwa na mimi pia nawasifu na mbunge pia amezungumza maneno hapa, mmemsikia. Hamkurudi nyuma kimaendeleo, umeme umefika, maji yamefika, lakini watendaji wana